Audhubillahi minashaitani rajim bismillahir rahmani rahim assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu wapenzi wa watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu pendo vya tiba. Hapa kama unavyoona hapa, tuko katika mti wa mlungunja au mfumya au mbilizi, naona kundi ule mti wa mfumya ambao unatibu maradhi mengi, mengi, mengi, mengi. Na hapa niko kwa plaza, kwa teacher. Plaza Kenyatta. Teacher Kenyatta walimu wangu wa tiba. Hii dawa ni mjarabu sana sana sana, sana, kwa matizo mbalimbali, kwa wale wenye kutatizika na maradhi mbalimbali sugu, na kwa wale ambao waliologwa na kufungwa kwamba usiweze kutibika. Cha msingi, unakuja unachukua majani ya umti huu wa mfumie. Ukishachukua majani ya umti, chukua pia na mti mkuu gome, ponda ponda, pata unga kijiko kimoja, alafu chukua na ngaka vijiko vitatu, tia katika maji chemsha alafu nenda ukakoge kwa kutumia sabuni nyeusi ile ile, ile, ya nani wanaita magadi au gwanji au mbunju. Ukikosa ile chukua ile ya, ya magadi ile yenye rangi unakuta ina rangi nyeupe na nyeupe na blue malangi zinatengenezwa Kigomo yani, sabuni yetu tunakusudia hii hapa. Ukikosa ile sabuni nyeusi hiyo ndo sabuni ya gwanji ambayo utaitumia baada ya kuwa umekosa ile nyingine. Ndio ule mti mfumya ambao unatibu maradhi mengi, mengi, mengi Je, umekuwa ukisumbuka mara kwa mara biashara haziendi vizuri wachawi wanga wanakusumbua watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako mkombozi amepatikana dawa bora kabisa ya kutoa nuksi kuondoa wachawi wanga gere vijicho mikosi na gundu. Ni ngaka, ngaka ndiyo mkombozi wao, inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya ngaka imetayarishwa na Dkt Bihizi, anapatikana WhatsApp namba jumlisha 255715524946 ama jumlisha 255 787524946 huyu ni Dr. Bihizi mtaalamu wa ngaka mkombozi wa wachawi pamoja na gundu, mtumie mti huu. Kama mnavyoona hapa niko nimechemsha, nime umeona hiyo kitungu na majani yenyewe hayo hapo ndani, shachanganya kabisa kile kitu, na moto wenyewe ndio hapo hapo, niko nachemsha kwa ajili ya watu kuoga. Mimi wenyewe nisha koga, umeona, na wengine ndio wako naendelea kukoga hapo, kuongeza tu maji inachemka, mtu mwingine tena anachukua anaenda na kukoga. Kwa hiyo ni mjarabu na best sana kwa matatizo mbalimbali Mfumya hapo umeota kwa blaza Kii, na utaratibu kama kawaida wakunawa, utaratibu ulianzishwa na maswala ya korona. Kwa hapa mtu ananawa fresh eh, na hapa ni kisimani hapa tunapochukulia maji fast eh, na huyu ndio Blaza K eh. Kinyata Hamisi Pompwe ndio huyu. Hapa ni Kinyata, ni Kinyata. Hamisi Muhamedi Pompwe, huyu ndio mwalimu wangu wa fani ya tiba. Ukisikia kuna chuma kiko Kasuru au chuma kiko Rungwe, ndio huyu mwamba huyo. Blaza Kenyatta kwa wale ambao umetatizika, siju mna mauchawi yalioshindikana, mna kesi aina yote. Kwa swala la kesi ikiwa imeshindikana, pala popote umezunguluka imeshindikana, njoo kwa Blaza K. Ni kama vile maji ya kunywa. Mwana anapatikana mkoa wa Kigoma wilaya ya Kasulu pia anapatikana mkoa wa Kigoma wilaya ya Kasulu pamoja na kijiji cha Lungwe Lungwe mpya. Huyo ndio Blaza K kwa wale mlikuwa wamemfahamu ameitwa Blaza K bi maana Kinyata, amezaliwa siku ambayo Kenya imepata uhuru. Kwa ndugu zangu, ni kwa mwenye kutatizika na maradhi mbalimbali, amwone pia Blaza K ambaye ni mwalimu wangu wa tiba. Wa bila taufiki wa hadha. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu